Yes, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo bwana huyu ni Tundu Lissu ambaye akiwa bado yupo gerezani ameweza kuchaguliwa bwana kuwa Makamu Mwenyekiti wa Muungano wa Vyama vya Kidemokrasia Duniani, yani IDU. Sasa na hii ni mara baada ya kuweza kuwa kuna muunganiko au muungano huo kuweza kuhitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels Brussels, eh, eh, Ubelgiji kwa kuweza kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Sasa taarifa hizo pia zinasema kwamba taarifa iliyoweza kutolewa na CHADEMA bana, eh, siku ya tale, siku ya jana tarehe 24, pia iliweza kusema kwamba, eh, katika mkutano huo ambako chama kiliweza kuwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Demokrasia Union of Africa dua, eh, kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratius Munishi, na wajumbe waliweza kumchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Mheshimiwa bana Stephen J. Harper. Na pini pia kuweza kuendelea kuwa mwenyekiti wa miaka mitatu ijayo. Sasa mshikaji ameweza anza kupita, lakini sasa makamu mwenyekiti wake sasa ndiye atakuwa Tundu Antipas Lissu kutokea katika chama cha maendeleo na demokrasia hapa e, Tanzania, Chadema. Sasa aidha, mkutano mkuu wa kauli moja uliweza kumchagua mwenyekiti wa Chadema taifa mheshimiwa Tundu Antipas Lissu e, kuwa sehemu ya jopo la makamu wenye viti wa umoja huu. Sasa mwenyekiti mkuu atakuwa ni waziri Mstaafu e, wa 22 wa Canada mheshimiwa Steven Harper e, lakini pia e, na ambaye atakuwa makamu katibu wake au makamu mwenyekiti ndiye atakua Tundu Lissu kutokea hapa Tanzania katika chama cha e, Chadema. Sasa rekodi ya msimamo pia e, sio yumba katika kuweza kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania, licha ya mazingira hata e, hatarishi ikiwemo jaribio la kuweza kutolewa uhai kama ilivyokuwa imetokea e, kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu ndio iliyowapa imani wajumbe kuweza kutoka mataifa e, mbalimbali ulimwenguni, kuweza kumchagua mheshimiwa Lissu katika wadhifa huu. Sasa lile tukio kumbe la kuweza kupigwa risasi mshikaji, kumbe e, tayari e, watu wote walikuwa wanalielewa, na ndio maana pia ilikuwa ni moja kati ya sababu ya kusema kwamba tumwachie mshikaji, kwa sababu anaonekana ni moja kati ya watu ambao pia wanaweza kupambania na kuweza kufikisha e, kitu hiki kufika e, sehemu fulani, ndio maana wao sasa wakaamua kuweza kumpatia umakamu huo na vitu vingine viwe safi kabisa. Sasa zaidi wajumbe wa mkutano mkuu IDU waliweza kutabananisha kwamba kwa uzoefu wake katika mapambano ya kuweza kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa ukweli bwana Mheshimiwa Lissu pia atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU eh, hasa katika eh, kuweza kumulika maeneo ambayo pia yanaweza kukabiliwa na changamoto eh, tofauti tofauti, lakini pia ikiwemo kuporomoka au kuweza kudorora kwa demokrasia na kuweza kuibuka kwa tawala kihimla hususan katika bara la Afrika. Sasa moja kati ya vitu ambavyo pia kwa e, chama cha demokrasia na maendeleo nikimaanisha Chadema watakuwa wameweza kuenjoy lakini pia kuweza kulipokea kwa uzuri kabisa e, bwana ni swala hili la e, bwana mwenyekiti wao e, ambaye anategemea kugombea urais endapo kama reforms lakini pia zitakuwa zimekaa sawa, kama wanavyokuambia wao wow, no reforms no election. Mambo tutaendelea kusubiri kwamba ni kitu gani kitaweza kuendelea, lakini pia imekuwa ni furaha kubwa zaidi kwa chama cha Chadema kwamba mwenyekiti wao kuweza kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti e, bwana e, wa, wa, wa, wa, wa, wa masuala mazima hicho katika, katika, chama cha demokrasia duniani ambacho kinafahamika kwa jina la, la IDU. So, watakuwa wana, wana, wana wamependezewa na hiki lakini pia e, mashabiki au wafuasi wa chama hicho pia wanaweza akawa pia wanakuwa na pongezi nyingi sana e, bila kusahau maswala mazima ya siasa. Ikumbuka kwamba mwaka huu mwaka 2025 itakavyofika mwezi wa kumi kutakuwa kuna uchaguzi, kila chama kitakuwa kimeshapeleka mgombea wake wa kuweza kugombea swala zima la uraisi e, masuala ya ub waziri na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini CHADEMA wao waliendelea kukoma kwa kusema kwamba no reforms no election. Lakini pia ikumbukwa kwamba mwenyekiti wao ingalia kuwa bado yuko gerezani mpaka sasa hivi, lakini ameweza kupata shavu la kuweza kuwa eh, eh, eh, makamu mwenyekiti ambapo sasa mwenyekiti wake atakuwa eh, ni umshikaji anafahamika kwa jina la eh, Stephen J. Harper kutokea huko eh, bana nchini Canada, ambaye huyu alishawahi kuwa ni waziri mkuu eh, wa nchi hiyo ya Canada ambaye kwa sasa hivi pia ameweza kuwa uh, ni mstaafu takriban miaka uh, alikuwa alikuwa uh, ni, ni, ni, ni waziri wa 22 wa nchi hiyo ya Canada. Najua watu wengi pia watakuwa wanaweza kufuatilia mkasa huu kwamba utakuwa unaenda vipi. Moja kati ya kigezo kikubwa ambacho wao wamekiangalia ni swala zima la swalazima e, la bwana, hata kipindi kile e, liso ambavyo aliweza kupigwa risasi nyingi zaidi kutokana na e, upambanaji wake imeweza wema, kuwapamoto zaidi kusema kwamba da, huyu mshikaji anastahili kukaa pale alipo, kwa sababu pia anaonekana mtu ambaye anaweza kupambania kitu fulani ili kuweza kutimiza ndoto ilikuweza. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na e, swala hili? E, bwana wameweza kupata mtu au ameweza kupatikana. Maoni yako yatakuwa poa kabisa ukidrop comment yako hapa, lakini bila kusahau ku subscribe channel yetu. Utakuwa umetisha kino manoma pale YouTube, utakuwa kwanza kabisa kuweza kupata updates, lakini pia more information kutokea hapa. Ziladi kabisa, that's my name. Ciao.